Habari na hujambo, wa mtazamaji wa Nukta TV, karibu katika Mseto Plus ya leo Disemba mosi 2025. Dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia na naye kuletea taarifa hizo. Jina langu ni Fatuma Hussein, nyuma kamera ni Gudrak Gustav. Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuhutubia taifa kesho Disemba 2, 2025 atakapokuwa anazungumza na, na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam katika ukumbi wa mikutano kima wa kimataifa wa Julius Nyerere kuanzia saa tano asubuhi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa akizungumza na wanahabari leo Disemba 1, 2025, amesema hotuba ya rais ni hatua ya kuhakikisha nchi inarejea katika amani. Hata hivyo, Chalamila amesema hatua ya rais Samia kuhutubia taifa katika jiji la Dar es Salaam imechochewa na hali ya amani na utulivu inayoendelea kutengemaji jijini humo akitoa wito kwa wananchi kutumia nafasi hiyo kumsikiliza. Itakumbukwa kuwa hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Rais Samia kukutana na makundi ya kijamii tangu apishwe kuwa rais wa Tanzania kwa muhura wa pili Novemba 3, 2025. Rais Samia anatarajia kuhutubia taifa katika kipindi ambacho Tanzania inaendelea kuponya majeraha ya matukio vunjifu wa amani yaliyotokea kufuatia maandamano ya Oktoba 29. Mheshimiwa Rais katika kuzungumza na wazee wa mkoa wa, wa Dar es Salaam Atatumia pia nafasi hiyo kuhutubia taifa. Nitoe rai kwa wana Dar es Salaam na kwa Watanzania wote kumsikiliza Mheshimiwa Rais atakapokuwa akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchunguzi wa matukio vunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande ameainisha maeneo sita itakayopewa kipaumbele katika uchunguzi wa tume hiyo ikiwemo vifo. Akizungumza na wanahabari leo Disemba 1, 2025, jijini Dar es Salaam Chande amesema tume hiyo itachunguza maeneo hayo sita na mengine ambayo itaona ni muhimu. Chande amebainisha kuwa mambo mengine ni pamoja na kuchunguza na kubainisha madhara yaliyojitokeza ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na madhara ya kiuchumi na kijamii, kuchunguza mazingira na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali na vyombo vyake na mtu yoyote mwingine. Vile vile, kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani ya Tanzania, utawala bora, haki za binadamu, utawala wa sheria, hadi kufikia maridhiano ya kitaifa. Novemba 18, mwaka huu, Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, aliunda tume hiyo yenye wajumbe nane kwa lengo la kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani iliojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Tume hiyo iliyoundwa ikiwa ni siku tatu tangu Rais Samia toya hadi alipokuwa akihutubia bunge kwa mara ya kwanza katika awamu ya pili ya uongozi wake Novemba 14 mwaka huu. Ili kutimiza majukumu walotishwa, Chande ameomba ushirikiano wa wananchi kuchunguza na kubainisha madhara yaliyojitokeza ikiwemo vifo, majeruhi uharibifu wa mali na miundombinu na madhara ya kiuchumi nakijamii. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya UKIMWI duniani, wataalamu wa afya wamesema watu wanaojidunga dawa za kulevya wapo katika hatari kubwa zaidi ya kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kundi hilo la watu liko kwenye hatari mara 34 zaidi ya watu wengine wasiotumia madawa hayo. Taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi iliyotolewa leo Disemba 1, 2025 inaonyesha kuwa mwaka 2024 pekee karibu nusu ya maambukizi mapya ya VVU ambayo ni asilimia 49 yalitokea katika makundi muhimu. Kulingana na takwimu hizo, makundi mengine yaliyo katika mazingira hatarishi ni pamoja na wafanyakazi wa ngono na wanawake waliobadili jinsia, ambao wako kwenye hatari ya kupata VVU mara 17 zaidi kuliko makundi mengine ya jamii. Mashirika yanayotengeneza silaha ulimwenguni yalifikia viwango vya juu vya mapato mwaka 2024 vilivyochochewa na vita na mizozo ya kisiasa, kulingana na takwimu zilizotolewa leo Jumatatu na Taasisi ya Utafiti wa Amani ya Kimataifa ya Stockholm. Kampuni 100 kubwa zaidi ulimwenguni ziliongeza mapato yao ya pamoja kutokana na mauzo ya silaha na huduma nyingine za kijeshi kwa asilimia 5.9 mwaka uliopita kufikia takriban dola bilioni 679 hiyo ikiwa ni kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa. SIPRI imesema mahitaji ya silaha yamechochewa kimsingi na vita nchini Ukraine na Gaza, mizozo inaongezeka ya kikanda ya ulimwengu, na vilevile ongezeko vile la matumizi makubwa ya fedha katika shughuli za kijeshi. Marekani ndiyo inayoongoza kuwa na kampuni 39 kati ya mia moja za mauzo ya silaha. Mwisho wa Mseto Plus ya leo, nilokuletea taarifa hizi, jina langu ni Fatuma Huseni, nyuma ya kamera ni Godrick Gustav. Tukutane tena wakati mwingine.